Baada ya CHAN eh, ule uwanja ile pitch tumeshamaliza uwanja ile pitch, eh, pitch. Tutaondoa tena na kutengeneza pitch nyingine kwa ajili ya, ya, ya AFCON, lakini kikubwa ambacho tumefanya ile tartan, wengine mnita zulia, ile tartan ile. Tumejenga tartan sasa ambayo imefikiwa eh, eh, grade 1 katika viwango vya Olympic eh, tumeshafikia grade ya juu kabisa ya tartan katika mashindano ya ya, ya Olympic. Uwanja wa Benjamin William Mkapa niseme umefanyiwa matengenezo na karibu yanakamilika, nadhani mwisho wa mwezi huu atakuwa amekamilika, lakini niwaeleze, haukuhusu pitch. Kama mnavyokumbuka mwaka juzi, nadhani ilikuwa kati ya mashindano ya Simba Sports Club na Al Ahli, eh, kafu walitupa dola laki tano e, kutengeneza ile pitch na wakasema ile pitch tunaweza tukaitumia kwa muda wa miaka miwili kabla ya kuitengeneza tena. Kwa hiyo katika matengenezo, katika ukarabati unaoendelea swala la, la pitch haikuwa sehemu ya, ya, ya matengenezo. Na tumetengeneza mambo yote, mtaona majukwaa na hata nyinyi waandishi wa habari e, wakati wa, wa, wa chan safari mtakuwa na mahali pazuri kabisa pa kufanyia kazi zenu e, na wapiga picha mtakuwa na mahali pazuri kabisa pa kuweka kamera zenu. E, sehemu ya kuweka vifaa vingi sana e, tumejenga ile nani mpya ile ile, ile, screen ile, e, kubwa kabisa lakini, pitch pitch haikuemo na pitch itafanyiwa kazi baada ya chan. E, changamoto iliyotupata siku ile ilitokana na mvua kubwa ambazo zilinyesha kwa takriban saa mbili na mvua ilipokoma baada ya nusu saa mechi ikachezwa kwa, kwa hali hiyo. E, ikaleta changamoto ya uwanja na ndio maana wizara yenyewe hata kabla ya mtu mwingine yoyote kusema itangaza kuufunga ule uwanja, ili tuweze kupitia tena na kufanyia marekebisho, E, ambayo yatatuwezesha e. Ndio maana tumeufunga kutuwezesha kuendelea na mashindano haya ya sasa mpaka CHAN, lakini baada ya CHAN e, e, ule uwanja, ile pitch tumeshamaliza uwanja, ile pitch tutaondoa tena na kutengeneza pitch nyingine kwa ajili ya, ya, ya Afcon.